Tanzania, nawaita mara tatu, tafadhali, acheni kuwa ruhusu wauaji wa ndugu zenu wakajinomalize, acheni kuwa ruhusu wakafanya situation iliyotokea ni kitu cha kawaida, kinacho kinachofanyika sasa hivi, na hiyo serikali haramu ni kujisafisha ni kujinormalize wanajirudisha, kujif, kuj, kujitahidi kujifanya wao ni binadamu wa kawaida, wanawasoften up hizi press zote zinazofanywa na hii serikali sasa hivi. Ndio maana mnaona sasa hivi wamechachamaa kutumia vyombo vya habari kufanya press, ni kwa sababu wanajihalalisha, wanajihalalisha, wanajisafisha, wanajaribu kufanya kilichotokea kiwe kitu kwenu mkielewe, ili muweze kutulia, ili muweze kutulia at the end of the day. Sasa hivi wanaongea wanachoongea, lakini at the end of the day wameua, wameua ndugu zenu, na bado wanashikilia nchi illegally, na Watanzania, mnawaruhusu leo nimeona press ya Ridhiwani, Ridhiwani Kikwete. Ridhiwani Kikwete anapata wapi nguvu hata ya kuongea na press baada ya kichotokea ambacho baba yake ameshiriki ame kwa asilimia mia kitokea kama mlikuwa mjui. Ni, ni vile sitaki kuongea sana. Kikwete anapata weekly reports za jeshi la Tanzania, anapelekewa weekly reports za ile jeshi. And that's because, kama nilivyowaambia mkuu wa kitengo cha usalama cha jeshi au niseme ile tisi ya jeshi, mkuu wa kila kitengo ni yule ambaye nilikuwa mpambe mpambe wa Kikwete yule. Jamaa Magufuli alivyokuwa uh, uh, uh, uh, uh, rais, hakumwamini hakuweza kuendelea kumwacha kusimama nyuma yake kwa sababu alihisi anashirikiana na kina Kikwete kwamba watamuua, akamwondoa haraka sana yule nyuma yake. Baada ya kumwondoa Samia kaja, Kikwata kamwambia mweke yule, kama anataka kulikontrol jeshi la Tanzania leo. Mtoto wake mna, mnamruhusu mtoto wake anasimama pale anaongelea st like oil sio zake hivyo. Tanzania, mna, mna realize wanawachezeaje akili. Wamewatoa kwenye kuongelea vifo wao, wako bizi wanafanya press za kuongelea vitu hii. Yani, hizi press wanazofanya ni strategy Sio kwa ajili hawafanyi hizi press kwa ajili yenu, wanafanya for themselves, wanaisafisha hii serikali, wanaisafisha hii serikali ili, yani as if vifo vilivyotokea vilikuwa nomo. Leo Ridhiwani Kikwete ni wa yani, baada ya mauaji yaliyotokea ambao baba yake kashiriki, leo Ridhiwani Kikwete bado ana uwezo wa kutamba Tanzania, kufanya mapress wamewaua watoto wenu, wamewaua watoto wenu. Wao watoto wao bado wanatamba, wanachukua mapress, wanafanya press, wanaongea. Watanzania mtu wana akili, so lazima kila saa mtu waje, w wana normalize situation. Na nyinyi koment zenu, mtu akizisoma koment zenu sahivi, yani it's almost like mnaanza kuzoea hii hali. Hii sio hali ya kuzoeleka. Hamwezi kukubali kuongozwa na watu waliowaua situation haichukuliwi serious kwa sababu wameua maskini. Hawa maskini hawathaminiki kwenye hili taifa. Wangeua matajiri, unadhani nchi ingeendelea sasa hivi? Ni kwa sababu wameua maskini. Seriously, I don't know. Yaani sijui. Sasa hivi I'm not okay. Kwa siwezi kufanya hii kazi kila siku kurudi kuambieni ni kama lakini, inabidi Watanzania sasa hivi mmeshafunguka akili, you cannot, you cannot allow them to do this. Ni kama hiyo wizara ya vijana hiyo wizara ya uh, uh, uh, uh, wizara ya vijana haiko pale kwa ajili ya vijana, iko pale kwa ajili ya propaganda. Sasa hivi ni propaganda tupu wanafanya. Kiini macho kilichofanyika kwenye kampeni za CCM ndio sasa hivi kinafanyika kwenye hii wizara ya vijana, kiini macho kile, kile cha kujaribu kuonesha kwamba vijana wako na hii serikali vijana wana support, yani kama walichofanya kwenye kampeni: kujaza uh, kusomba watu, kulipa watu, kujaza pale. Ndio ndio kile kile, propaganda zile zile, kinimacho kile kile kinachofanyika na hiyo wizara ya vijana sasa hivi kwa kutu, kwa kuwatumia vijana hao hao hao wa Tanzania sasa hivi hamtakiwi, yani ni kwamba mnawaruhusu watu wanafanya press wanaongelea vitu wanaongelea vitu no. Kwanza kabisa mbunge yoyote wa hii serikali hatakiwi hata kujiamini inafu kutokea kwenye public. Watanzania mnatakwa muwemu na asira hiyo, yoyote. Mbunge yoyote wa hii serikali ana damu kwenye mikono yake, mbunge yoyote wa Tanzania ana damu, ni wani yoyote wa Tanzania ana damu kwenye mikono yake. Asingeitaka damu hiyo hatakiwi hakutakii kukubali, kukubali ubunge ule, lakini wabunge wa Tanzania wanatakiwa yani wasipate hata confidence ya kutokea kwenye hadhara za watu, lakini wa Tanzania mmetulia, mpaka wanayo hiyo confidence. Ubunge wa damu, ubunge wa dhuma, ubunge ambao umeumiza nchi. Hakuna mbunge halali Tanzania sasa hivi. Acheni kuwa normalize, acheni kuwa normalize hawa kina Ridhiwani, kina Ridhiwani wazazi wao wameua watu, wao wanakula matunda yale ya mauaji yale. Leo anaweza kupanda kwenye stage Tanzania, akaongelea like oil. Who cares? kama like oil ni, ni yake au sio yake, who cares. What we care is baba yako kauwa wa wa Tanzania. Watanzania, inabidi muelewe kwamba Samia mpaka leo bado yuko ikula Tanzania kwa sababu ya Kikwete kwa sababu ya Kikwete. Bila Kikwete, Samia hawezi kuwepo hapo. Tena yuko hapo because of Kikwete. Alafu mtoto wake anapanda kwenye steji, anajitanua tanua, anajitanua anaongelea, anajitanua, ana stu like oil, stu nini? Ndugu zangu wa Tanzania, msikubali kufanywa kufanywa wajinga wa hivi eh? Wamewaibia ni uchaguzi, wameiba uchaguzi, wamepora eh? Wame nchi yenu, mliona ufisadi wanaofanya mliona hela zenu zinavyoibiwa na bado wakaja wakawaua, na sasa hivi bado wameshikilia nchi na wanajaribu kujinomalize, kujifanya wao ni okay. kujifanya wao ni binadamu wa kawaida, na Watanzania mnaanza kuwaruhusu kwa ruhusu kufanya kunomalize. Msikubali wakanomalize, kilichotokea sio nomo mimi sijui kwa nini kwangu mimi, Oktoba ishirini na tisa naona kama ni jana, the way bado naumia. You cannot move on from this, you can't. Lazima wawajibishwe, lazima watoke. Hamwezi kuongozwa na watu waliowaua, hamwezi kukubali hicho kitu. Wajisafishwe wanavyotaka, lakini lazima watoke, lazima wachie nchi, waseme wa, wa wanavyotaka. Na watanzania wa, msikubali, msikubali kurudi kwa nomo I just wish atokee okay, mtu mwingine ambaye pia ana platform kama yangu, ambaye pia mtamsikiliza kama mimi, ili anisaidie kufanya kazi. I'm not feeling well too, ameshaniloga so ameshani sijui. I'm, I'm not feeling well so I cannot do this every day. I wish atokee okay, mtu mwingine wa kuwakumbusha every day about this, because seriously